Suleman Takadiri Akinaidi Tulio Mwenyijuma Mwenyikambi Jumbe Tambaza Boi Singizi Sheh Muhamed Ramia na wengine na kule Tabora unamkuta Shekhe Aben Tokajida. wengi tu kwa hawa watakuja na chama kingine sasa, nchi yetu itakuwa inagombea uhuru katika misingi ya dini na hili jambo la dini washakutana nalo huko nyuma, make marehemu Abdu alipompisha alipompi, Nyerere kwenye kile kiti, palitokea matatizo kuwa Abdu, unampisha mtu kwenye kiti, mtu ambaye hatumjui, mtu ambaye hana historia mapambano. Hawa Katoliki hawa ni, ni kama, ni kama eh, mawakala wa kanisa. Hatuwezi kuwapa kiti chetu hichi ambacho tumetoka nacho huko, tunadai uhuru, haiwezekani lakini ile tatizo lilimalizwa na Sheikh Hassan bin Amir kwenye mkutano maalum uliofanyika pale Dar es Salaam, na wakasema kuanzia leo, mtu yoyote atakayemnyanyasa y Mkristo ndani udini, jemane, words, ya tano sio atakaleta udini, nieleweni jamani, choice of words, nyini wasomi, atakayemnyanyasa Mkristo sisi tutamtosa. Unajua maana kutosa, namchukua mtu na mtubariri na sana kufa baharini. Sasa wakienda kijiji kimoja kinaitwa Mnyanjani zamani tano, ukisoma historia tano, hizi symbols za Kiislamu lazima lazima kwa zamani ile, kusoma dua kwa mstari wa Ebu Tayyib tano ilikuwa jambo la kawaida kabisa pale mmekaa jamani, em jamaa, al-Fatiha Huyu katoka wapi naye? Huyu ndio hali ilivyokuwa. Manake ile identity ule, manake ile identity tusemaje? Haipo ule Uislamu uliokwenda na siasa umefutwa wote, haipo sasa hivi, imekuwa historia. Na kuhadithieni basi, wakaenda Mnyanjani usiku, kikafanyika kisomo kizito, watu wanarudi kwa adha kuomba nusra kwa Mungu tuvushe katika hili tusije nchi yetu sisi ikagawana katikati kwa fitna za Uingereza na tukaharidikiwa na mambo yetu. Alipotoka pale Mwalimu akarudi es Salaam. akaongoza ujumbe kwenda Tabora kwenda kujadili kura tatu. Kwa muktasari ni kuwa ilipokuja agenda ya kura tatu Mwalimu alikuwa mwenyekiti. Nasema mimi jamani, kwa sababu nataka kuchangia kwenye hii hoja, naomba kish kiti nimpishe Mwalimu Kihere. Sasa Mwalimu Kihere, Sheikh Rashid Sembe na mwalimu na Mwalimu Nyerere wao ndio walikuwa wameweka huo mkakati, watu wote hawaujui. Makshawambia sasa chef kwenye kura tatu mimi mimi nitasema na ntaasema, namtaka Mwalimu Kihere ashike kiti na wakimheshimu mwalimu sasa mwalimu Kirele ukishasema, mwalimu Kirele ukishachukua nani, ukishachukua kitu wewe, mtu wa kwanza kumuita kuchangia unamsemesha Sembe, kuna wale mkakati, mkakati wa kura tatu. Basi aliposimama tu piga meza koko, koko, koko, ile, ah, sasa kiti chachukua mwalimu Kirele, mtu wa kwanza kuchangia kabla jua, rashisembe anasemaje? Rashi Sembe, sembe akasimama akatoa hoja TANU lazima ingie kwenye Allahu Akbar. Ana anamehadithia yule mzee nimekaa naye nyumbani kwake anasema nilivyozungumza vile ilikuwa kama vile nimesema nini, anasema akasimama, mtu wa kwanza Jumanne Abdallah. Jumanne Abdallah alikuwa DC kamishi, alikuwa rediokamishna Tanga, na ni katika watu ambao waliosaidia kuwachukua makondo kuwapeleka Zanzibar kupiga kura kabla ya mapinduzi na kupeleka lejeshi loa na kupigana kule lililovamia. Rashid Abdalla akasimama, Rashid Abdalla akamchambulia sana Sembe. Alipokaa Rashid alipokaa Jumanne Abdalla, kwa Jumanne Abdalla alikuwa kadiana, unajua kadiane wana kipaji sana cha kuzungumza na alikuwa na mguu mmoja una athari. Aliposimama Jumanne Abdalla, akasimama Rashid Sembe, akasimama Boki Munanka Boke Munaka alikuja kuwa waziri katika ofisi ya rais, upande wa security. Akasimama Boke Munaka akamshambulia sana Sembe. Ikawa ule mkutano umevurugika, anasema sema mkutano umevurugika, ikabidi mwenyekiti ahirishe. Anasema Sembe, mimi nilikuwa mdoka pale, nilikuwa naamini kuwa chama sasa basi tano ndio mwisho wake. Hapa tumetoka mbali, lakini chama tunakuja kukivunja Tabora. Hatuwezi kuendelea katika hii hali ambayo mimi nimeiona katika mkutano huu. Sasa siku ya pili walipokuja watu, hasira zimepoa. Mwalimu akasimama sembe, kama mwalimu mwalimu, nyote mnamjua na kama mumjui, mmemsikia hotuba zake. Mwalimu ana kipaji cha kuzungumza, utake usitake, akizungumza lazima zungu, utamsikiliza mwalimu. Akatoa mfano akasema, ndugu zangu, ni kazi tulioifanya kubwa, tano imetoka mbali na hapa sisi leo tuna nguvu, sisi tuingie kwenye kura tatu, tupate kuitoa kura tatu akatoa mfano akasema, hebu chukueni mathalan, mtu na shamba lako umelihangaikia mpaka mazao yamepevuka, imebakia sasa wewe kwenda kuvuna, lakini kabla hujavuna mazao mbele ya shamba lako kuna mtu na matope hivi, kweli utaliogopa tope uache kuvuna ma mazao yako? Jibu dhahiri ni hapana utalingia tope, utavuna mazao yako, baadaye utapoga. Akasema mimi na watu nitawaleta kwenye tano katika wazungu na wahindi ambao wanatuunga mkono sisi. Kama hatutaingia kwenye uchaguzi huu, UTP watazoa viti vyote, na wakizoa viti vyote tano, tutakuwa tunazungumzia nje, tutakuwa hatuna nguvu. Mantiki inakuja. Basi ikapigwa kura, hata alipopiga kura wengi walionyesha kutokubali, lakini tano ikawa imevuka kile kivuko, unaingia kwenye kura tatu. Pale pale mwalimu akatoka, akienda kwenye duka moja la mwindi mmoja anaitwa Jisomji, akifuatana na mzee mmoja katika viongozi wa tano anaitwa Muhamedi Mangiringiri. Mimi huyu mzee nimemfanyia mahojiano uso kwa uso. Akafika kwa Jisomji pale, wakaomba simu, kapiga simu es Salaam namwambia Mtemvu watangazie watanganyika watano imeamua, inaingia kwenye kura tatu. Jamani, msilete mambo haya haya. Sasa hivi sote tunajua waislamu jinsi wanavyoteseka nana ukoloni hapa, ngojeni tupate uhuru, haya mambo tutayarekebisha. Na mwalimu Nyerere akawaleta baadhi ya waafrika ambao wanasema wamesoma waje kushika nafasi kwenye TANU, na inasemekana pale ndipo Waislamu walipopoteza nguvu yao, mpaka leo hawajaweza kuirudisha tena, kiasi ambacho hata historia hii ya TANU haitakiwi iandike. wale kusomeshwa, mimi nimesomeshwa hapa chuo kikuu Government Politics in East Africa mwalimu wangu alikuwa sasa hivi nadhani Dr. Dr. Othman Liviga government policy in East Africa akinisomesha historia ya uongo akinisomesha historia ya uongo akinisomesha historia ya uongo. wanaanza na Nyerere, nandiokawambia hapana, hiyo sio historia tano, historia tano aianza na Nyerere. Hawezi mtu kutoka Musoma, wana wana wanachama, pesa, ofisi, hapana, hapana. mtu kutoka Musoma akawa na wanachama akawa na pesa akawa na ofisi hapana hapana. Ukitaka kama unataka kumpa sifa mtu mmoja basi, hebu tumsome Marema Abu Said, yeye ndo alikuwa na fikra ya kuanzisha TANU na fikra hii kaichukua kutoka kwa baba yake, ambayo chama chenyewe cha TAA. Wakati akitafuta ya babake, vipi utaanza na huyu mtu akija hamsini na nne, sasa ikawa TANU, wakauita ule mkutano uamuzi wa, wa busara busara yake ni nini ni kuwa wamenusurika na kugawa chama katika mapande mawili wa wa kuwa waislamu kwenda kwa chama chao na wakawachia Kristo pande moja na hii ingeleta mgongano ndio mpaka leo katika hofu kubwa ambayo sisemwa nayo isije siku waislamu wakajiunga wakaanzisha chama chao cha kiislamu ni hatari na hatari yake ni nini ni kuwa sisi tuna historia ya mapambano na kama tutachukua kama uislamu kama vachukua wazee wetu kumwondoa Uingereza, wataku hawa watakuwa hawana duru, watakuwa wana nini? Hawana duru, hali itabadilika. Nadhani nimejibu swali so lako na umenielewa, lakini zaidi, insha Allah ukichukua kitabu utasoma mwenyewe na itakuwa ndio kumbukumbu yako. Waalaikumsalam.